Biashara ya kuuza uji ni fursa ya kipekee inayoweza kuleta kipato cha haraka na endelevu. Uji ni kinywaji kinachopendwa na watu wa rika zote kutokana na ladha yake nzuri, thamani yake ya lishe na uwezo wake wa kukidhi njaa kwa haraka. Hindu Faraji maarufu kama Mama Fatuma anayeishi Kaza Roho kata ya Mbugani mjini Tabora anajipatia kipato kupitia kazi hii ya kuuza uji ambapo baada ya wateja wake kuongezeka. Pia ameongeza mihogo, maandazi, karanga na wakati mwingine chai ili kuipa uzito wa biashara hiyo. Mimi hapa najishughulisha na biashara ya mihogo, uji wa kawaida, uji wa ulezi, chai, kahawa na vitafuno vingine. Mama Fatma huanza kuandaa biashara hii saa tisa usiku, kisha alfajili huanza mwendo wa taratibu kwenda maeneo yenye mkusanyiko ambapo amefafanua baadhi ya changamoto alizokumbana nazo wakati anaanza kufanya biashara hiyo. Biashara zangu tuseme, huwa naamka saa tisa usiku. Saa tisa usiku huo ndo nitatenga uji, ntatenga uji jiko lingine, uji wa kawaida uji wa ulezi, nitatenga mihogo. Nikipua uji wa kawaida nitaweka chai, uji wa ulezi naweka kahawa wakati huo nakuwa naandaa hivi hivi vichangamshi vyangu, pilipili hapo naiandaa. Baada ya hapo hadi kufika muda wa saa kumi na moja ndo naingia kwenye kuanza kuikaanga mihogo. Kwao naondoka nyumbani labda saa moja. <laughs> Usafiri wangu ni hili toroli, kama navyoliona hapa. Toroli ndo napinga vitu vyangu, nakokota nakuja huku nakurudi. Usafiri wangu ni huwa. Changamoto ni nyingi, kwanza mtu akikuona hivi anakudharau. Ha, kuna wadada wengine wanaona aibu kufanya hii biashara umeona? Ko, oh, yani mtu akikuona na hii biashara najua una maisha ya chini sana. Dharau zipo, dharau zipo. Kuna siku nikiwa nyumbani, labda naweza nikamsimamisha muuza mkaa, nahitaji mkaa gunia, anasimama ananiuzia vizuri, ila nikiwa na, labda narudi nyumbani, mkaa sina, nategemea nikutana nayo njia njiani ninunue lakini na akiniona nipo na hili toroli, anaona labda huwezi kuwa na hela ya kumlipa kunua mkaa kwao, anaona unamchelewesha mkaa. Mkaa akikutizama na toroli anakupita. Huo, changamoto ndo kama hizo. Dada huyu mpambanaji anasema changamoto hawezi kumzuia yeye kufanya kazi hiyo, kwani imemletea manufaa mengi na anajivunia. Na kabiliana nazo naacha kama zilivyo naendelea kupambana na maisha yangu, maana hili mtu hataki idharau mimi, ndo inanisaidia ina na wanangu. Naweza ukaingiza kwa siku faida elfu tano siku ingine, hali ikiwa tofauti inashuka. Mungu akisaidia zaidi inapanda kidogo, hataka elfu saba hivo. Na manufaa mengi tu e, hivo wanangu wana uhakika wakula mm -hmm. wanasoma mtoto ana daftari analipata sijui michango gani shuleni imetakiwa, inapatikana. Viatu vimeisha, nanunua kwa kujiwekeza hii hii biashara. Hata hivyo biashara ya kuuza uji ni fursa rahisi na yenye faida kubwa, ikiwa utapangilia vizuri. Kwa kuchagua eneo sahihi, kuhakikisha ubora wa bidhaa na kuwahudumia wateja kwa umakini, biashara hii inaweza kukua haraka na kukuletea mafanikio makubwa. Tafakari kutoka Tabora. Jina langu naitwa Khadija Omari Mazezele. Mtazamaji, hii ni Mabadiliko Chanya TV. Mimi na wewe tupige hatua pamoja.